Lakini mimi nataka ni watu wanawake wenzangu waheshimu sana wanaume wanaowahudumia. Mm. Mwanaume anayekupa chake. Waheshimu sana. Hii dunia imekaa kinyume sana kwa utafutaji kwa mwanaume. Mm. Utafutaji wa mwanamke ni rahisi sana kwenye hii dunia. Unaweza mm, ukapewa feva. Watu wengine tu wanaweza wakakupenda wakakupa hela. Lakini mwanaume mpaka apate laki moja ametumia nguvu nyingi. Nguvu nyingi. Kwa akikupa elfu hamsini yake unatakiwa unaipokea na mikono miwili huko, amsomea dua. mm -hmm. Yaani uamke kabisa, tahajudi, msomee dua, Baba Mwenyezi Mungu, huyu mtu hebu asipungukiwe. Kwa sababu hela hamna ile inopatikana kwa tabu katika hii dunia kama mm -hmm. hela ya kiume. Mwanamke, mm -hmm. mwanamke ujue, sisi tunaweza tu kukaa tu, umekaa mfano, mimi naweza kaa tu nikaa mm -hmm. watu wakanambia hela kunywa soda mm -hmm nikakutwa nzima wala sijasweti nikawa, lakini nimekula ukavunja sharti la uh, Profesa Janabi pa ehe eh. Ah, Mungu sasa hivi najitendi sitaki kuvunja. Au mwingine <laughs> tu akakwambia leo Ijumaa lela, pitia mahali fulani utakula eh watu tu, yani mtu tu ana, lakini hamna mwanaume anayeambiwa leo kula. Ukweli ambao wanaume wanaofahamu, lakini sijui sasa wanafanyaga saa nyingine uzembe ama vipi. Watanisamee wanawake, ni tuna tabu nyingi Unamaanisha nini mkisema mtaani wanawake sisi ni tuna shida mm. Unaweza tu kwa umekaa vizuri mwanamke akakuvuruga hadi sasa hivi. Kuna wengine wanaandika wanasema jukumu la mwanamke ni kukupoza ukiwa umevuruga umevurugwa na kukuvuruga ukiwa umepoa. <laughs> Yani tuko tu <tuwa> hapo <laughs> sasa, ni kweli hivi vitu sisi ni tuna tabu kubwa. Mm, sasa utakapoamua kuchukua tabu mbili. Yaani unatakiwa uwe ki, uwe sawa kihisia maana unaona umeandikwa ikiwa, kwa sababu haiwezekani, yaani mwanaume ukadili na wanawake wawili, kwa sababu huyo mmoja tu kudili naye masaa 24 siku saba siku mia tatu sitini na tano yaani, ni unaweza hata usifikisha hata miaka hamsini ukafa. Imagine sasa udili na dabo mm. E, tuseme labda tuseme double shot mm. naambiwa hii kahawa ni ngumu sana kunywa tu kidogo, naambia ah, nipigeni double shot imagine. mm -hmm. Naweza usilale hata siku mbili, unachoka lakini usigizi hauji. Ndio hiyo sasa, sasa mm -hmm. Laiti kama wanaume yani, wangekuwa, wanawake wangekuwa wanaangalia level ya ukuaji wa huyu mtu maturity yake kihisia, amekuwa kiasi gani kihisia, wangekuwa wana wanafanya maamuzi ambayo yako sahihi au amekuoa kwa sababu ulikuwa unamng'ang'ania akuoe, au amekuoa kwa sababu mlikuwa mnazinaa muda mrefu, kwa hiyo umelazimisha muidhinishe mu, mu, muidhinishe ndoa, au amekuoa kwa sababu alikuwa na tamaa Jumatatu mpaka Ijumaa, alipokuja Alhamisi akagundua tamaa imeisha, hajui ya kufanya nini, au amekuoa mm -hmm. kwa sababu umemwahidi kwamba utajisimamia mwenyewe, ah, wewe ni wewe tu kuhusu kujihudumia, mimi nitajihudumia mwenyewe, au amekuoa akakwambia ni siri. Wewe unang'ang'ania, sasa sitaki iwe siri tena, nataka uiache wazi. Kwani mm. kabla hujaingia kwenye, kwenye mazingira kama hiyo ni kukabuu, lakini sasa utafanya nini ikiwa tayari umeshaingia? Ndio mm. hiyo sasa nakuambia huwa matarajio yako yote mm. ushayakanyaga usha au tuseme, maji ushayavulia nguo, lazima ufanye nini? Ufanyenini? mm lakini ni katika vitu ambavyo vinaua wanawake mara, mara nyingi ni haya ni mambo kama hayo, kunyanyaswa kihisia mm. ume, umeenda ukiwa mzima mzima, mwenzako ameingia mguu mmoja. Wengi tulionao, sasa wengi tulionao sasa unaweza ukawaona hivi ni watu wazima, lakini roho za, za vijana yani, watu wazima lakini roho za watoto wa kiume, sio wanaume mm. Yeye amekaa na mkewe, mtu anapita anageuza shingo mpaka mwili, angalia aliyepita ni nani. Sasa kuna vijitabia tu, ni baadhi wanafanya hadi unauliza huyu ni mme wa mtu kweli? Sasa mm. Ndio sasa, huo ndo tunaita uvulana, uvulana. Lakini mwanaume, unaweza ukakuta mtu mwingine ana miaka 25 tu, lakini ana misimamo au anaishi kama mtoto wa kiume, yaani kama mwanaume kamili. mm. Kwa sababu ya yale maamuzi yake anayoyafanya na ukubwa wake wa kihisia. Kwa hiyo unataka uniambie swala la uvulana ama wanaume haijalishi na umri, hata we huwa unazeeka. mm. Eh? hata wewe huwa wanazeeka hata sisi mm. kuna mtu unaweza ukamkuta ni mdogo na ana busara na mtu mwingine ukamkuta ni mkubwa na hana busara mm -hmm. hadi unajiuliza tu hivyo tukaambiwa hata wajinga wanazeeka mm. eh haijalishi mambo ya umri mtu akiwa ni mjinga ni mjinga tu mm. kwa kama hawa wajinga ambao ni vijana wakifika unataka kuniambia wanaenda kubadilika wakiwa na miaka 50 hawabadiliki watu mm. watu wanakufa hivyo hivyo Mm. Mtu jambazi ni jambazi tu. Mtu asiotaka kuhudumia ndo hivyo hivyo mpaka anaingia kaburini. mm. -hmm. Eh, kwa sababu akasema, oh, kwa sababu umri wako umeenda atatulia. mm. -hmm. mm. Sasa -hmm. ubaya ni kwamba akiwa kama ana kero, akiwa kijana anaenda kazini, lakini ana kero. Akiwa amestaafu aende kazini, kero ndio itakuwa mara alfu sasa. <laughs> Hatari sana. Eh. Kwa mara alfu kwa sababu si yupo tu. Mm. -hmm. Eh, hana afanyalo. Kwa utakerwa kisawasawa. Inakuwa ni shida mm -hmm. Ni shida kuliko ile. Wewe chagua mwenyewe unataka kupambanie nini, mm -hmm. mm -hmm. goli au penati, lakini mimi nawaambieni wanawake wote kuna wanaume mm -hmm. wazuri, wastaarabu, ndio wana dini wanajua majukumu yao mm -hmm. wanajua kupenda uteni subra Msiolewe, useme haya, miaka thelathini ishafika, acha tu niolewe. Utajuta kuolewa mbio mbio, unaolewa na mtu unamwona kabisa na dalili zote, huyu sio sio mtu wa kuhudumia huyu, sio mtu wa kutoa chake, roho yake sio roho ya kusaidia wewe. mm. Unampendea mtu kitu alichonacho, upendi nafsi yake, ndio upendi akili yake, upendi vile ambavyo anahurumia watu. mm. Unaenda huko unakuta majanga, ndio unaanza sasa kujuta. mm. Watu watu wote walioolewa na watu wanaowasumbua wanaonaga zile dalili mistati, mi mimi nakwambia, asilimia 88 wanakuwa wanaziona kabla ya uchumba, ila wanasema ah, ni kiolewa huyu mtu atapoa, ana poa ata. na usipendane na mtu kutokana na alivyo wa walichonacho, penda nafsi yake, kwa sababu kila alichonacho anaweza akakipoteza, hmm. lakini kama ni nafsi nafsi haiwezi kupotea Mpende mtu kutokana na moyo wake mm -hmm. wa upendo mm -hmm. wa huruma anavyokuhurumia alivyokuwekea thamani mm -hmm. mtu anayekuhitaji unamjua, kwa sababu anakuwekea thamani mm -hmm. na wanaume wanaojua kuwekea thamani, mimi nawaambia wapo mm -hmm. lakini subra hatuna. Kwa nini mimi nimewaambia wapo? Kwa sababu tunakutana nao ndio. lakini utakapokubali kukaa kwenye kukaa kwenye kuti kavu utakaa, lakini ukisema mimi kuti kavu sitaki, nataka fomu, utapewa fomu mm. na kama ufomu utaki, utaka kiti cha kuzunguka utakaa, sema na nafsi yako kwamba mimi nataka kiti cha kuzunguka sitaki kuti kavu wala, mm. fomu na utaipata kiti cha kuzunguka lakini, wewe ikija kuti kavu unasema ah, hili hili kuti nitalipiga piga super glue mpaka litakaa. Sasa ikinyesha mvua, kuti la oza linakuangusha. mm. Alafu naweza kusema wote, oh, mbwa tu wanaume wote kama baba zao. Sio wanaume wote, sio. Wewe umekutana na watu wakakuonyesha walivyo, ukakaza kichwa, unasema hivi hivi, mi nitambadilisha. mm. hamna anayembadilisha mtu mm. kama Mwenyezi Mungu mwenyewe ameweka maf maghfira kwa watu waombe msamaha, wajirudi wenyewe, wewe ni nani uweze kumbadilisha mtu? mm. na Mwenyezi Mungu amesema, ame kwenye haya tukufu sibadilishi hali za watu mpaka watu wenyewe wabadilike. Sasa wewe utaweza uta kumbadilisha mtu? Mwenyezi Mungu mwenyewe kasema watu wajibadilisha wenyewe. Mimi mm. nitawapatia pesa wabadilike mm, lakini wao wenyewe waamue. Wewe utambadilisha mtu kivipi? Kama sio kutaka tu kuingia kwenye wodi ya wehu na mapema, unaingia wodi ya wehu na mapema madam. Kuna kuna kuna tatizo moja nadhani linaisibu sana jamii yetu kwa kiasi kikubwa. Leo hii kumwambia mtu aachane na mtu fulani ambaye anampenda kwa dhati kutoka ndani ya moyo. Yaani ndani ya uvungu wa moyo e, mtu yani anampenda kindaki ndake anampenda kisawa sawa, sawa fulani. Alafu mwambie kwamba achana naye ile hali moyo wake. Unajua wengi ya, i, wa hawa watu ukiwachunguza sana na ukawauliza kwamba sawa, anakufanyia hivi wewe oh, huoni kwamba ni kosa? Kwa sababu mtu anaandika message hapa, anasema kabisa ananiumiza, lakini bado yupo. Sasa so, okay, anapenda mtu anayekuumiza unahisi haya ni mapenzi? Wewe ndio unayempenda yeye, yeye anapenda kukuumiza yeye, akupendi anapenda kukuumiza. Ah, lakini naweza kuta wewe yeah, mwenyewe ndio umetaka kuumizwa, kama vile nakwambia, waona mambo wakazana naye sasa. Huwezi kumlaumu mtu, unataka ujilaumu nafsi yako mm. Na wewe usisikilize sana wanawake, mimi nawajua ni vigeugeu, wanakuja kwako wanashtakia kwa, mume wake akirudi a, a nyumbani, akidanganywa an, anakukana, an, an, an, sema ada moyo ulikuwa unanipoteza kwa okay, hiyo. Na mwingine anaweza kawa amekuja kukushtakia leo kwa sababu ameomba hela akanyimwa. mm. kwa hiyo leo sasa ndo anatema ana hasira eh. Wewe makini sana, ndio maana nikakwambia wanawake wana taabu. Mimi na dili nao na wajua vizuri sana <laughs> Wewe ukiona mtu kama hivi amekushtakia, unamwambia hivi, nipe namba ya mumeo, ongea yeah, okay, na mume naye umsikie, ndio mtoe maamuzi. Usipomsikia mume usitoe maamuzi yoyote kama hivyo tu, unamwambia wewe mwenyewe umefanya makosa, au nenda ka, kamkabidhi Mwenyezi Mungu akusaidie. Wewe uulize mtu anataka kuachana na mtu kwa sababu eti mtu anaenda Kongo, hey. Anakaa miezi mitatu harudi nyumbani, lakini jiko lake lawaka kila siku, anaenda hospitali akitaka waka <laughs> <laughs> wamele, wanawake, sisi tunatabu. Mtu anaweza tu akamka, akakwambia kuambia, jana usiku nimekuota mekuote, unanichiti hey jana usiku nimeota we unanisaliti mme wangu mm. Sasa si ndio ushasema ni ndoto? Hapana, hii itakuwa tu ni mungu kanionyesha wewe ni msaliti, na akaanzia na hadi na akaondoka kenda kwao kwa ndoto. Mwanamke amheshimu mume, mume ndo ampende mm. uh, ukishaanza tu mambo ya kupenda na mwanaume, ukishaanza tu kumpenda atakupata abuyu eh. Yeah? We ukae tu uheshimu aliza wasichana wanaopenda sana wanapata nini? faida gani walioipata ya kupenda sana? mm. Wewe mwenyewe unajua wasichana waliopenda sana, wanaotuombaga ushauri hapa wana nampenda sana, akiniacha nitakufa. Mm. wanalipaga nini maumivu kabisa. Waheshimu tu na upendo wako wa mbali mm. Sasa wewe kuliko uolewe na mtu afu kuna watu wengine wanajua wani wako intentional, wanasema huyu ni mke nataka nimuoe. Watu wengine wanakuzini tu wanakuchezea mm. kwa mtu akija kukuoa wako wewe, unajua kumuoa mtu ni kuchukua majukumu ya kumlea sasa. eh. wewe unataka umheshimu huyu mtu aliochukua majukumu ya kukulea wewe, una wewe unasikiliza mtu yuko mtaani. Haya, unafikiri kuoa na kusema kirahisi, ni kipi kirahisi? ni kusema mm. anakupa ahadi tu, ni kuna jambo nalisikilizia. Mhm. Uh kuna mchongo na usikilizia haifiki hiyo. Mimi na, natamani wasichana eni wajitambue waache kuchukulia ndoa eni kama kitu cha fasheni cha kusema oh, umri wangu umesonga ngoja tu niolewe. Olewa ukiwa na malengo, kwa nini unaolewa? Na olewa ukiwa unajua kwamba hii ndoa ni nini. Ni, ni, ni, ni, ni ibada hmm. Kwa wewe kabla ya kwenda kwenye ibada, jiandae kama mtu kabla ya kusali unashika udhu ili ukaswali, unaandaa sehemu ya kusali, unaandaa nguo. Kwa nini ukiolewa unaenda tu, kisa umri umekwenda? Fanya research, mjue mtu, ijue ndoa, soma, nenda seminar za ndoa, zungumza na mashehe, zungumza na maokti ma wakwambie mi jamani, nenda kufanya hii ibada ya ndoa, mitihani ikoje, je, ni leke vipi mitihani pia. Mshirikishe Mwenyezi Mungu, huyu mtu anayetaka kunioa, Mungu, hebu nisaidie safari yangu kwa companion wetu, mm -hmm. Mungoze, naulewatukis kwenye sherehe kisa, kisa mama yako arudishe vyombo alivyotoa utapata tabu. Na ukienda kwenye ile ndoa, ni usiingie, kana kwamba umemaliza shida zako. Nenda pale kama vile unaweka mkono gizani, ukipata dhahabu alhamdulillah, ukipata mende unatupa pembeni, basi kwishabara. basi shukrani sana mama.